Leo majira ya saa moja na dakika arobaini na tano asubuhi Baba Mtakatifu Francisco amerudi nyumbani kwa Baba. Nishaandikwa na watu mbalimbali, lakini hiyo naisema rasmi na kwa sababu hiyo nikiwaalika wote wana jimbo kuu la Tabora, tuingie katika hali hiyo kwanza ya kumwombea huyo ambaye ametuongoza kwa muda wote huo tangu alipochaguliwa kuwa Baba Mtakatifu mwaka huo elfu moja mwaka elfu mbili na kumi na tatu na mpaka sasa hivi leo asubuhi alipoitwa kwa Mungu wake, tumwombee pumziko la milele, na tuliombee kanisa letu libaki imara katika umoja ambao tumesisitiza daima, na hasa tukiombea sasa yeye, yanayokuja baadaye, kuombea makadinali ambao sasa wanaitwa kwenda huko Roma kwa ajili ya kuja kuingia kwenye vikao mbalimbali mbali, na baadaye kwenye uchaguzi wa Baba Mtakatifu ambaye ataliongoza tena kanisa letu katoliki. Kumbe, niwaombe tuwe wote katika hiyo hali ya msiba, ndiyo, lakini hasa ya maombi na kuliombea kanisa letu, tunapomwombea huyo baba mtakatifu ambaye Mwenyezi Mungu amemwita nyumbani kwake. Tuwe imara na tusiyumbe na tuwe tayari daima yasikia hayo ambayo ni sauti ya Mwenyezi Mungu ambayo ni natuongoza na tukaombea wote ambao wanashiriki katika mambo mbalimbali mbali, na hasa kuhusiana kuliongoza kanisa hili kwa muda huu wa mpito na baadaye muda huo apa watakuwa wamepatikana tena baba mtakatifu mwingine. Kumbe kuanzia kesho, nawaomba mnaosali, tafadhali hata kwenye makanisa yetu tuwe na nia hiyo kwanza kumwombea baba mtakatifu, alafu tunajiombea kanisa letu, alafu nakuombea vile vile yote yatakaokuja baada ya hapo.